Ni wape tukio moja ambalo tunaendelea nalo kwenye mkoa wetu wa Rukwa. Hili ni tukio la mauaji ililosababisha sasa twakamate mkuu wa shule pamoja na walinzi wawili wa, wa shule eh, ambapo wanatumiwa kumuua mwanafunzi wa kidato cha nne shule ya sekondari Kagwa anayeitwa Novatus Mgeni mwenye miaka 15. Hawa tuliowakamata kama nilivyosema ni pamoja na mkuu wa shule ya Santi Kagwa, eh, ambaye anaitwa Zakaria Mwasenga ana miaka 47, lakini wengine tuliowakamata kama nilivyosema ni walinzi wa shule hiyo ya Santi Kagwa e, mmoja anaitwa Michael Dosiano ana miaka 33, na wapili Geoffrey Simon ana miaka thelathini. Hawa ni kwamba tarehe 23 tatu mwezi wa tatu 2025 majira ya saa nane usiku watuhumiwa hawa waliwashambulia wanafunzi watatu e, kwa kuwapiga na waya wa umeme, na hii ilitokana e, na kuwatuhumu wale wanafunzi ambao wote ni wa shule ya sekondari Kagwa kwamba waliruka ukuta e, wakaingia kwenye shule ya sekondari St. Kagwa, na kwamba baada ya kuingia kwenye shule hiyo waliingia kwenye magweni ya wasichana walivyokamatwa ndipo wakashambuliwa, wakashambuliwa na huyo mwalimu pamoja na wanafunzi. Basi wanafunzi hao baada ya kuwa wameshambuliwa, kifisho kituo cha Sumbawanga, kituo cha polisi Sumbawanga, na hatimaye hospitali ya rufaa Sumbawanga kwa ajili ya matibabu. Wanafunzi wawili walitibiwa na kuruhusiwa, lakini huyu Novatus yeye hali yake iliendelea kuwa mbaya. Na hivyo akahamishiwa hospitali ya rufaa ya kanda kule Mbeya, ambapo alifariki akiwa anapatiwa matibabu. Kwa hivyo tunalo tukio hilo la mauaji, na watu hao tunaendelea kuwashikilia wakati tunakamilisha